Haya, tunamaliza kazi ya kugawa vitenge kwa wajane 24 ambavyo vilitumwa na kaka Lisbone, uh, aliyo huko Pennsylvania nchini Amerika. Alikuwa anaishi hapa kambini Musasa, akaenda kwenye nchi ya tatu. Aliona si vema asherekee sikukuu yeye peke yake, akapenda kumshukuru Mungu, akatumia hawa wajane ambao mnawaona hapa. Hawa watoto mnawaona ni watoto wa Cartier 2 hapa kambini ya Musasa. Ningependa vigeregeri makofi tukimwombea mibaraka, mibaraka imufikie. Mungu amutendeye mambo mazuri katika maisha yake. Alafu ningependa nitume ujumbe kwa wale ambao walitoka hapa kambini nikiwashukuru. Kuna wenye walishapana michango, kuna wenye walipana mangombe za bonane, wengine walipana mabunga. Hao wote ambao wanafikiri wanawaza walikotoka, Mungu awafanyie nini, jameni Mungu awabariki na wengine waige mfano kama na huu wa kukumbuka pale walikotoka. Mungu amubariki. Makofi mingi jameni, sawa sawa.